Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani aligundua mikopo hii ilikuwa na janja janja nyingi, akaamua kutengeneza utaratibu, na sasa utaratibu umekamilika, na sisi halmashauri yetu ni miongoni mwa halmashauri za mfano ambazo zinakwenda kufanya majaribio ya utaratibu huu mpya ambao unashirikisha mabenki, na leo hii tuko kwenye benki hii ya CRDB. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais imesababisha halmashauri yetu kuwa na makusanyo ya zaidi ya shilingi bilioni 18 ambayo kwa kushirikiana na CRDB tunakwenda kutoa mikopo hii. Wako watu ambao wanapita barabarani wanasema hakuna hiyo mikopo, hakuna hiyo mikopo. Leo hii ni waombe waandishi wa habari, tumieni nafasi hii kuwaonyesha mikopo hii ipo, na hawa vijana muwaulize, wanapokwenda kupata hizi bajaji, wanazokwenda kupata hizi pikipiki wametoa shilingi ngapi? Watakwambia hakuna walichotoa zaidi ya umoja wao katika kikundi chao. Wanakwenda kunufaika na mikopo hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Wako watu wanapita barabarani wanasema hakuna mikopo. Mtusaidie kumulika na kuiambia dunia kwamba hii mikopo ipo, na anayetaka aje na mchaka mchaka, na mchakato wa utafutaji wa kuchakata vikundi vingine upo. Zaidi ya vikundi mia tisa na arobaini viliomba Leo hii vikundi vinavyoendelea kutolewa ni vingi. Nishukuru sana CRDB. Zaidi ya vikundi 25 vimeenda kupata mikopo hii na leo hii hapa kuna vikundi sita vya bodaboda vinapata na vikundi vya bajaji vinaenda kupata. Waandishi, mtusaidie ili wale ambao hawana hawana macho waone, lakini kama hawana masikio pia tuwasaidie kusikia. Inawezekana mambo makubwa ambayo Mheshimiwa Rais anayafanya wao hawatamani kuyaona, tuwasaidie kuwaonyesha kuona namna gani Mheshimiwa Rais ameyafanya kwetu sisi. ni waombe, ndugu zangu wa bodaboda na bajaji, ninyi ndio muwe mabalozi wazuri wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na bahati nzuri kwenu ninyi wanaume ni vijana, kwa sababu mkopo huu unataka umri wa vijana lakini mikopo hii nataka wanawake marika yote, walemavu marika yote, tukawe mabalozi wazuri wa kazi kubwa ambayo rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ameifanya. Tukawaambie hao hawa ambao hawaoni kwamba mheshimiwa rais amefanya nini, tukaambie wale ambao hawataki kusikia mheshimiwa rais amefanya nini na nani wanufaika. Leo hii mnapata mikopo ya zaidi ya milioni mia saba. Mikopo yote ambayo CRDB wanaitoa ninyi hapa mnaenda kunufaika kupata mikopo ya bodaboda, boda ya pikipiki piki zaidi ya milioni mia mbili na arobaini. Bajaji wanakwenda kupata mikopo zaidi ya milioni themanini. Hizi ni fedha ambazo zimekusanywa na halmashauri kwa maelekezo ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenda kutolewa mikopo isiyo na riba mkawaambie kwamba ni nchi gani duniani inawapa watu wake mikopo isiyo na riba? Wakaangalie, mara nyingi wanapenda kugugo vitu ambavyo vinavunja amani, wagugo sasa na vitu ambavyo vinajenga amani yetu kama Watanzania. Wanapenda kuposti vitu ambavyo vinaleta vina, vina vurugu waposti na vitu hivi ambavyo vinaleta amani. Wanapenda kuchonga kusema vitu ambavyo vinachonganisha watu wapate nafasi ya kutumia bando zao kuonyesha mafanikio ambao watanzania wanayapata. Haya ni mafanikio kwa vijana wenzetu kwenda kupata mkopo wa pikipiki na vijana wenzetu kwenda kupata mkopo wa bajaji. Wiki mbili zilizopita, wamepata wenzenu zaidi ya pikipiki kumi na moja, leo hii mmepata, maana yake mwendelezo wa kupata mikopo hii ipo Halmashauri yenu ya jiji la Dar es Salaam makusanyo yanaendelea kukusanya, haujaambiwa kwamba kuna ukomo wa ukusanyaji. Tunakusanya kila siku, na nimpongeze mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kwa kota hii tumeshafikia lengo tuliyotakiwa kukusanya. Tukifika lengo ya kota tuliotakiwa kukusanya maana yake nini? Asilimia kumi ipo, asilimia kumi ya barabara ipo asilimia kwa ajili ya huduma za afya ipo, kwa sababu tumekusanya. Sasa wako miongoni mwetu ambao aidha kwa makusudi au kwa kutumwa, wanataka kutuletea choko choko. Niwaombe vijana wenzangu, tusiwasikilize, lakini pia muwe mabalozi wazuri wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtawashangaa Unachukua mkopo alafu unaenda kusema vinginevyo kwenye uchochoro. Mwe mabalozi wazuri. Kumbuka mi na wewe, ukianza kuitafuta fedha kwa ajili ya bajaji utakaa miaka mingapi? Unakweza mpaka ukazeeka, ile fedha ya kianzio haujafanyaje haujapata. Leo hii Mheshimiwa Rais amekupa bajaji, unaingia nayo barabarani, hujatoa hata senti tano. Jiulize mwenyewe. Unaingia na bajaji hujatoa hata senti tano unaingia nayo barabarani. Unaingia na barabarani na bodaboda boda, hujatoa hata sumni moja. Lakini leo hii unaingia nayo. Ni nani huyo? Ni Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mpigieni makofi mengi sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.